Ilishawahi kutokea ukamwona bundi majira ya usiku? Yaani, pa, akaja kukusimamia juu ya dari au sehemu ya juu akikutazama. Ulishawahi kujiuliza ina ishara gani hiyo kiroho? mm-hmm. basi usiofu ni mimi misafunguka raria godlees and gododrik tokea hapa Funguka na Mimi TV, naenda kufunguka nawe maana za kiroho kuhusiana na bundi anapoonekana majira ya usiku mbele yako. Nitatoa maana kuhusiana na imani za mataifa mbalimbali mbali duniani, tukianza na Afrika. Katika jamii nyingi za Afrika uh, ikiwa ni pamoja na baadhi ya maeneo ya Tanzania eh, Kenya, Nigeria, Congo eh, haya ndo moja ya, ya, ya, ya, ya nchi ambazo za Afrika zenye imani hii sana. Yaani wanaipa sana kipaumbele imani ya bundi. Bundi huhusishwa na ishara za mabaya au kifo ikiwa bundi ataonekana usiku akikutazama au kuimba karibu na nyumba yako ama nyumba yoyote, mara nyingi huwa ni ishara ya msiba au umetokea kupokea au utapokea taarifa za msiba, au kuna uchawi ama roho chafu zinazokufuatilia, na wengine uamini ni mzimu au mjumbe wa dunia ya upande wa pili amekuja kukutahadharisha. Bundi akikutazama usiku anafikisha ujumbe kuhusiana na taarifa mbaya kutoka katika ulimwengu wa roho. Lakini hiyo ni tofauti; kulingana na imani za Kihindu, bundi huhusishwa na mungu wao aitwaye Lakshmi, mungu wa mali na bahati nzuri. Hivyo ukimwona ni bundi ni ishara ya kwamba mali zako zilizopotea zinaweza kupatikana. Eiza, ulipoteza kazi, basi unaenda kupata kazi, mambo yako yatakuwa mazuri. Sasa kwani macho ya bundi hutazama dunia mbili. Wagiriki na mungu wao aitwaye Athena, wao wanaamini ukimwona bundi, basi kama ulifanya maamuzi, basi uamuzi uliochukua ni bora, uamuzi mzuri ama kupata wazi kuhusu kusudi ulilokusudia wakati huo. Wajapani wanaamini ukimwona bundi, umepokea hekima uwezo wa kusuluhisha mambo ama kuamua jambo. Kuna mataifa ya Vikings, eh, hawa wakina Norway, Sweden, Denmark, Finland, Poland wao huamini kuwa bundi ni ulinzi, anakupa mwongozo kwenye jambo unaloliendea ukimwona, ina maana kuna nguvu inakulinda upande wa kiroho, na kama ulivyoambiwa kuwa bundi ni kama mjumbe kutoka upande wa pili wa dunia, na maanisha ulimwengu wa kiroho, hivyo ni mwongozo wako wa kiroho na makabila ya Wamarekani wale wazao kabisa, wanaamini ukimwona bundi ina maana ishara mbaya ya bahati mbaya au ishara ya kifo, na utajisikia hali fulani ya hofu na wasiwasi pale tu utakapomwona ama akikutazama. Tukija kidini, bundi ni kiumbe cha Mungu akina hatia tafadhari, na kisayansi ni ndege mwenye mijicho mikubwa kuliko ndege wote, na uona majira ya usiku vizuri zaidi. Lakini imani hizo zote inategemeana vile unavyoamini wewe. Kama ukimwona bundi na ukahisi kuna hali kama ya, ya kama wasiliano fulani baina yenu, ukahisi kuna kahali umekapata basi, inabidi uanze kujitazama sasa, upo kwenye imani ya taifa gani kati ya haya tuliyoyataja. Jina langu ni Godelize Lodrick. Mhm, mm nyie mnaniita Mr. Funguka. Na hii ni Funguka na Mimi TV. Chao chao.